Je, unafahamu mwaka 1910 Afrika ilikuwa na wakatoliki wasiozidi milioni moja na leo zaidi ya wakatoliki milioni 281 kati ya jumla ya bilioni 1.4 wako barani Afrika, yaani mmoja kati ya kila wakatoliki watano duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongoza ikiwa na milioni 55 ikifuatiwa na Nigeria yenye waumini milioni 35, na suala hili si la takwimu pekee. Kanisa Katoliki ni nguvu yenye ushawishi mkubwa katika siasa, afya, elimu na huduma za kijamii. Katika jimbo la Benue nchini Nigeria linalojivunia kuwa na idadi kubwa zaidi ya wa wakatoliki nchini humo, padri Hyacinth alia aligombea ugavana na akashinda mpinzani wake mkuu Titus Uba, naye pia ni Mkatoliki. Katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa maaskofu wa kanisa Katoliki walihusika kwa kiasi kikubwa katika kushinikiza mabadiliko ya kisiasa mwaka wa 2019. Nchini Kamerun, makasisi wa kanisa hilo tayari wanatoa wito wa kufanyika kwa uchaguzi wa amani, huru na wa haki mwezi Oktoba mwaka huu. Lakini ushawishi wa kanisa hauishii kwenye masuala ya utawala pekee. Je, unafahamu kuwa Kanisa Katoliki ndilo mtoaji mkubwa zaidi wa huduma za afya zisizo za kiserikali barani Afrika? Haya hapa baadhi ya makadirio. Huduma ya afya: kuna karibu zahanati na hospitali elfu saba. Elimu: zaidi ya wa watoto milioni 27 walihudhuria shule ya kikatoliki mnamo mwaka wa 2022. Huduma za kijamii: maelfu ya vituo vya watoto yatima ya na nyumba za wazee. Kanisa Katoliki limekuwa likiunda jamii ya Kiafrika kwa vizazi vingi hata kabla ya kuzaliwa kwa baadhi ya demokrasia. Hadi leo linaendelea kujaza pengo muhimu katika maisha ya wananchi. Hata hivyo, wakati mwingine limekuwa likikabiliwa na ukosoaji kwa kuendeleza kampeni za kupinga chanjo na kutoiunga mkono jumuiya ya LGBTQ+. Je, una uzoefu gani binafsi na Kanisa Katoliki katika jamii yako?